Kwa majina naitwa Dorcas Jerry Mwasha, ni mfamasia katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Tukiwa katika wiki ya maadhimisho ya siku ya famasi, ningependa kuongelea kiufupi kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Uh, tunapozungumzia matumizi sahihi ya dawa tunazungumzia muda sahihi, dozi sahihi, dawa sahihi, wakati sahihi kwa mgonjwa sahihi. Kwa nini tunazungumzia mada hii ya matumizi sahihi ya dawa? Kwa sababu kuna athari nyingi sana zinaweza zikajitokeza endapo dawa haitatumika kwa usahihi. Mfano, dawa za maumivu, endapo zitatumika kiholela holela, bila kufuata ushauri wa daktari, zinaweza kupelekea uharibifu wa ini ama figo, kwa sababu dawa hizi huchakatwa katika ini. Hivyo zikitumika katika kiwango kikubwa, zinaweza kupelekea uharibifu wa ini au figo. Ah, tunapozungumzia muda sahihi, endapo mtaalamu wa dawa amekushauri kutumia dawa usiku, ni vema kufuata ushauri huo ili kuepuka maudhi madogo madogo yanayoweza kujitokeza katika matumizi ya dawa. Mfano, kuna dawa nyingine unaweza ukatumia zikakuletea usingizi kujisikia vibaya, kujihisi kichefuchefu, kujihisi kukosa nguvu, hivyo ni vizuri au ni vyema zaidi kutumia dawa hizo wakati wa usiku ili wakati wa mchana uweze kuendelea na shughuli zako za kila siku. Vilevile, tunapozungumzia swala la muda, ni muhimu sana kuzingatia muda ambao mtaalamu wa dawa atakuwa amekuelekeza kutumia dawa hiyo mfano antibiotics. Antibiotics ni dawa ambazo ni rahisi sana kutengeneza usugu. Hivyo usipotumia dawa hizo kwa muda sahihi na kwa wakati ulioshauriwa na daktari wako au mtaalamu wa dawa utumie, zinaweza zikapelekea kutengeneza usugu. Matokeo yake ni kwamba baadaye unapokuja kutumia dawa hiyo hiyo kwa ajili ya kutibu ugonjwa huo huo unakuta hazikusaidii kabisa. tunapozungumzia kuhusu matumizi sahihi ya dawa Tungependa kuwahamasisha wagonjwa kuuliza maswali pindi mtaalamu wa dawa atakapokuwa anawapatia dawa ili kuondoka na taarifa kamili kuhusu dawa. Pia ni muhimu sana kusoma maelezo yaliyopo katika vipeperushi vya dawa au maboksi ya dawa. Katika vipeperushi hivyo utapata taarifa nyingi sana kuhusu dawa hiyo unayotaka kuitumia. Ukiwa na wasiwasi juu ya dawa fulani, usisite kabisa kumuuliza mfamasia wako au daktari wako. Endapo umetumia dawa na ikakuletea madhara ya aina yoyote, tafadhali toa taarifa katika kituo husika haraka sana. Na endapo ikiwa umetumia dawa na haijakuletea matokeo uliokuwa unayategemea au unayatamani, toa taarifa katika kituo husika. Usitumie dawa ya mtu mwingine Usitumie dawa endapo utakuwa umehisi tu, labda nitakuwa na tatizo fulani na ukatumia dawa mwenyewe nyumbani bila kuwa na hakika kwamba kweli ni tatizo fulani. Hali hiyo inaweza ikakuletea matatizo makubwa au athari mbaya katika mwili. Ningependa kuhitimisha kwa kusema, dawa ni muhimu sana katika miili yetu, lakini endapo zitatumika kwa usahihi. Asante.